Tumefanya tathmini wakati tunawapitia e, wananchi na wadau mbalimbali na e, e, azma ambayo tumeona ni vyema kuichukua kwa mwaka huu e, ni kuwa na msimamo ambao tunasema e, tunalenga kuongeza ukuzaji wa rasilimali za ndani e, kwa kustawisha fursa za wananchi. Kwa hivyo sisi tumefanya tathmini e, tumefanya review ya maeneo mbalimbali, tumewasikiliza pia wadau wetu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 miradi zaidi ya mia mbili tisini na tatu ilisajiliwa na kituo chetu cha uwekezaji Tanzania na miradi hiyo ilikuwa na thamani ya trilioni kumi na moja nukta saba lakini mwaka elfu mbili na ishirini na tatu miradi zaidi ya mia tano ishirini eh, na sita yenye mitaji inayofikia trilioni kumi na nne nukta sita na yenyewe pia iliweza kusajiliwa, na hii ikiwa na matokeo mbalimbali ya eh, kuweza kupata ajira na, ma na mapato kwa wananchi wetu na kadhalika. Lakini pia mwaka elfu mbili na ishirini na nne peke yake miradi, miradi yenye thamani ya shilingi trilioni ishirini na nne nukta sita saba ambayo ni miradi zaidi ya mia tisa na moja imesajiliwa kupitia kituo chetu. Nini maana ya e, haya matokeo ambayo tunayasema ni kwamba e, sera za serikali ya awamu ya sita zimewezesha kufungua uchumi wetu